Tarehe tisa inakuja. Chidi Benga, Chidi Benz. Disemba, nasikia watu wanaongelea sana tarehe tisa Disemba watu eh. nasikia wanaongelea oza. Mimi niko huku Kenya, mimi Kenya bwa, na mimi pia sio watu. Lakini habari umezisikia? Nasikia ah, ah, yes, yes. kutakuwa na maandamano tarehe tisa oh, wapi? nchini Tanzania oh, yes. <laughs> <laughs> <laughs> Uh, mi nataka tu kuwambia ndugu zangu wa Tanzania, maandamano yamekuwa hata huko kwetu nchini Kenya. Ikiwa yatakuwepo bas. Basi tarehe tisa, basi kuwe tuna maandamano ya amani, lakini ya amani tu. Um, naam, watu wote tuna shida ndio. Na ishu ni kwamba kuna watu wamesoma, afu waona kazi, okay lakini usisahau pia, kuna watu hawajasoma na hawana kazi. Unajua, inanichanganya, kuna watu nakutana nao, maana wasomi wengi hawana kazi yeah. Sawa yeah. ile, kuna watu hawajasoma hawajasoma, na hawana hawana kazi pia yeah, yeah. Kwa hiyo naam... uh, mi navyofikiri ndio, mimi ndio sijui nataka kuongea nini, lakini navyofikiri ndio watu wawe wako sawa na wanachotaka kufanya, okay. Kwa sababu tumepoteza wananchi wengi kweli, tumepoteza watu wengi. Kwa hiyo um, watu wawe sawa na wanachotaka kufanya Alright. Yeah, mimi It... sisemi hiki sawa hiki so sawa ndio iki so ikibaa ikizuri nope. Diyo. mm. ila watu wawe sawa na unachotaka ukifanya, ya unajua, ukifanya kitu ambacho ni sawa ndio unaweza kumfanya bosi ndio, mm. akufikirie, sio akusikilize. <laughs> Akufikirie, sio akusikilize, akufikirie. Bosi sio lazima akusikilize, mm. bosi akufikirie, aseme huyu anasema nini, umeelewa? Nakuelewa. huyu anasema nini? Naam bwana, huyu anasema hivi. oh, okay. Okay. Sasa siongei naye lakini nitaongea na watu wangu kwa kile anachosema huyu. mm. Watu wawe sawa na no, wanachokifanya. Watu wawe sawa na wanachokifanya. Najaribu kuielewa sana hiyo statement eh. Watu wawe sawa na wanachokifanya yes. Watu wawe... najaribu kuipata hiyo statement vizuri, no, yoyote yo naam, mtu yoyote Naam, yoyote sisema nani ki, chama kiongozi, kila mtu kwa ujumla, yoyote uwe sawa na unachokifanya, shakuelewa. Unielewa? Shakupata bro. Unielewa? Shakupata. Yaani unafanya nini? Kile so unachokifanya, uh, kwa mfano mtu atake kupigana na mimi ndio aseme labda, um, nimechukua bibi ndio bibi yake, bibi yake ndio ambe kwetu li dem ndio, um, kokija usianze kuka kaunta wapi uipombe uende chooni unsubili nokam, njo ndio njo direct. All right, wewe fulani fulani fulani, mchukua bibi yangu nanini, nami nkulize ni bibi yako kweli ama ndio? Kwa nini imchukua sasa bibi yako?

Danganya. Eh. <laughs> kasema demu wangu kasema bwanangu ni Chidi yeah, nikalala naye yeah. Na mimi na pei pia nimelala naye so kisema una strong punch oh, wow. Uko shua, yani kwamba hujui mimi ukinipiga ngumi hujui mimi nitafanya nini. Kwa hiyo weshua, kwa kwa hiyo ndo hichi wanachosema watu aweshua na, right, na wanachokifanya. So kwa, kwa, kwa, kwa wanaopanga maandamano unawaambiaje? Siwaambi chochote. Na wanaopinga maandamano nawaambiaje? Umejitoa <laughs> umenao mkono uko cho na ras Kenya inanimaliza bwana, usemi lolote aya, sawa, haizuru maji yakune no. Mimi nasema hivi, mimi nasema hivi, siku zote mimi haki ni haki tu, ushanielewa? mm -hmm. eh? na haki ni msingi wa demokrasia ama nchi yoyote ile mm -hmm. Kuandamana ipo tu, ushaelewa? Ipo tu katika mataifa mengi ulimwenguni. Hey, urudi nyumbani ukalale. Eh, lakini nawe uandamane ukiwa na ajenda, Ma mabango, na mabango, Ma mabango. Umeandika ajenda right, yako pale, yes. Umenielewa? Yes. Utembee kwa amani. huo ni uharibifu. Kuna maandamano na kuna uharibifu moja, right. Yes. Hiyo ndio demokrasia, sio kuvunja vitu. Mm. So, ukivunja vitu ama kufanya chochote, kuna mtu atasema, ah, oh, hivi ndio nami nakufanya hivi, hivi. hivi. Eh, kweli. Lakini,

hivi ah, kasema wanasema, wanasema hivi na hivi. Wewe kwa nini ukufanya ile? Ah, mimi najua nilipotea kilo. Wewe kwa nini ukufanya ile? Wanasema ah, mimi pia nilikuwa nimesafiri na ala, kumbe naonekana mimi, kumbe ni nyinyi ba. Okay, sawa. So, wanataka, kwa hiyo like kuna kuwa na maelewano pale. Naomba watu eh, mabango, maandishi nini nini, umeelewa? Naam, yes, watu kwamba tunataka Sio Nakuelewa. Lakini isiwe vinginevyo nchi yetu ndogo sana watu wadogo sana nakupata Alright. watu wakipotea mm. yaani watu wasikufe tena na kusiwe na urabifu mwingine ule oh, Watu walikufa. Ah. Si mimi napata habari kutoka Kenya wewe we unitoka kule mi niko Kenya napata Yuma. matangazo ah, ma, yeah, matatizo ya nyuma Ya hey, nyuma yale. Mwenyezi Mungu awarehemu